Yo, lazima tuifungue, tutengeneze vivutio vikubwa ambavyo watu kutoka Rwanda, Burundi watakuja hapa kula bata. Na vijana ambao mpo hapa, nataka niwahakikishie kwamba mkinichagua, kula bata itakuwa ni lifestyle. Vijana awona furaha kwa sababu hawali bata hakuna mzunguko wa pesa. Tunasema mtuchague sisi ADC, kwa sababu tunayo, tunayo suluhisho kwa ajili ya hizi changamoto za kiuchumi. <laughs> Lakini ndugu zangu, wanaKatoro, ninapenda kutangaza kwamba nitakapokuwa Rais wa Jamhuri ya Tanzania nitawapunguzia ugumu wa maisha. Mtasaidiwa na ndugu zenu ambao wanaishi nje, nje ya nchi wanaitwa diaspora wana diaspora wana kilio chao ambacho wanasema ni uraia pacha na kwa kuwa nchi zote hamsini na sita za afrika ni nchi nne pekee ikiwemo tanzania hatuna utaratibu wa uraia pacha kwa hiyo mimi nitaungana na nchi nyingine hamsini na mbili tanzania itakuwa ni nchi ya hamsini na tatu kuweza kuwa na uraia pacha tumeona katika kombe la dunia tuna mchezaji ambaye anaichezea sweden lakini ana asili ya tanzania na anakuja hapa nchini lakini hayo matatizo yamepelekea kwamba ndugu zetu waitelekeze nchi hii washindwe kutumba, kutuma miamala huku ambayo inaenda kujenga nchi yetu, na ambayo inapelekea kwamba tuweze kupata akisi ambayo inaweza kuisaidia serikali kukava baadhi ya maeneo. Ndio maana mizigo tunapeleka kwa wananchi Tanzania. Watanzania wanaoishi nje ya nchi wanatuma hapa nchini dola milioni 800 wakati wenzetu Kenya ni dola bilioni milio, tano nukta saba wautuzidi yani zaidi ya dola bilioni nne nukta tisa mimi mtakaponichagua nitahakikisha kwamba watanzania wanaoishi nje ya nchi na, na nafahamu nchi zote na nitaweka mifumo ambayo wataweza kuingiza zaidi ya bilioni tatu kuanzia mwaka unaofuata na hiyo itapelekea kwamba hata kodi kwa zeru tuweze kuzipunguza mtaanza kupata nafuu ya ulipaji wa kodi kwa sababu pesa hizo ambazo tutaziingiza zitaweza kupunguza kiasi ya, ya kodi kubwa ambazo mnazilipa kwa sasa hivi. Sasa hivi ukifungua duka utaambiwa kuna watu wa faya hawaji kutoa elimu, watakuja kuachia karatasi itabandikwa pale, lakini mwisho wa siku ile biashara unapata faida unapata hasara, utatakiwa ulipie. Masoko, haya masoko yapo kwenye viwanja vya serikali, ni wakulima, wafanyabiashara wadogo, wadogo sana, wachuuzi. Hakuna mantiki wale watu kulipa ushuru. Lazima tukuze wale watu, wanatafuta mkate tu wa kila siku kwa ajili ya watoto wao. Wao mimi kwa majina anaitwa Mahamudu Ibrahim, ndio mgombea ubunge jimbo la Katoro, lakini pia ni kamishna wa chama cha ADC mkoa Geita. Ndugu zangu wana Katoro, mimi sina maneno mengi. Shida yangu kubwa, vipaumbele vyangu havizidi vizidi vinne: cha kwanza elimu, cha pili maji, cha tatu barabara, cha nne ni mikopo umiza kausha damu. na bonanza, na bonanza. <laughs> ameniongezea na bonanza. Kwa nini nasema elimu? Ndugu zangu nyote wote ni mashahidi, watoto wetu badala ya kwenda kupata elimu shuleni wamebaki wanahudhuria shuleni, shule yenye watoto wachache Katoro ni elfu tatu na mia tano. Unakuta shule ina mikondo saba, maana yake nini? Mkondo mmoja watakaa watoto mia tatu. Mwalimu mle darasani anaenda kufundisha, na wauliza anaenda kufundisha nini? Nichagueni ADC, nina mpango wa kuwakomboa watoto kwenye swala la elimu. Ninajua, ninajua mkimchagua mheshimiwa mheshi Wilson Mulumbe kama mheshimiwa rais, mimi nikawepo bungeni, fedha zipo, fedha zipo, ila mafisadi ndo wanatukausha fedha. Zipo, nahakikisheni fedha zipo tutajua jinsi gani ya kutunga sheria ya kubana matumizi ya kodi na matumizi ya ya soko ya lazima. Sawa, ndugu zangu, kingine ni barabara. Hali ya barabara sio nzuri, zinatia kichefuchefu. Ndugu zangu yote ni mashahidi, ikifika uchaguzi ndo naona mitaro inaanza inaanza. Nashukuru mwenyekiti, sasa hivi wameanza kutengeneza mitaro, wameanza kutengeneza. Naongea uongo kwa nini swala la kutengeneza barabara imekuwa ni sani wakati sisi tunalipa kodi? Kwa nini imekuwa ni sani? ni kwa sababu tumekubali kununuliwa, tumekubali tuepuke. Kununuliwa tuepuke, elfu kumi hizi zinapoponza, sawa. So, mkituchagua ABC kupitia ilani yetu kama alivyosema mheshimiwa mwenyekiti tuna mipango mizuri ya ujenzi wa barabara, tuna mipango mizuri ya kuhakikisha elimu bora inatolewa, tuna mipango mizuri kuhakikisha kila mchimbaji mchimbaji mdogo. Zamani ulikuwa ukiondoka na moko, unaacha umemwambia mke wako aweke fugo, ni uongo, uongo, uongo, kweli eh. Lakini sasa hivi mchimbaji mdogo ni yule mwenye mavete. Mheshimiwa Mwenyekiti, ule uchimbaji wa moko ni wa uchimbaji wa moko umefanyaje? Umekwisha, umebaki mchumbaji wa mwenye nacho, yaani tumegeuzwa manamba.